Mazoezi ya kijeshi ya NATO katika eneo la bahari ya Baltic ni sehemu ya maandalizi ya muungano huo kwa ajili ya uwezekano wa kutokea kwa vita na Urusi. Shirika la TASS limemnukuu naibu waziri wa mambo ya nje wa Urusi Alexander Grushko akisema hayo katika mahojiano yaliyotangazwa siku ya Jumatano. Tunatathimini shughuli za kijeshi za NATO kama sehemu ya maandalizi ya mapigano ya kijeshi dhidi ya Urusi. Shirika la habari la Tasi limemnukuu Grishko akisema, tukiangalia malengo ya mazoezi haya, dhana yake, mapangilio wa vikosi ni vikosi vyenyewe, ubora na majukumu yaliyowekwa kwa ajili ya mazoezi haya, basi haya ni maandalizi ya vita dhidi ya adui mwenye nguvu zinazolingana nasi, alisema Grishko, kwa mujibu wa shirika la habari la Tasi. Baltop Zoezi la kila mwaka la NATO katika bahari ya Baltic na maeneo yanayozunguka linafanyika mwezi huu. Endelea kutufuatilia GSN kwa taarifa za kina na kuaminika kutoka duniani kote. Usisahau kusubscribe, like na kucomment. mimi ni Haruni Nyakapala GSN